Haya yatakuwa mabadiliko makubwa katika sera ya fedha ya Ujerumani. Kipi cha tarajiwa? Marekebisho mawili kuu: kwanza kuunda mfuko maalumu wenye thamani ya euro bilioni 500 kuwekeza katika miundombinu. Pili, mapendekezo ya kuondoa kikomo cha kikatiba cha kukopa kwa matumizi ya ulinzi yanayozidi asilimia ya ya moja ya pato la taifa GDP. Uungwaji mkono wa bunge la zamani la jipya. Hatua zote mbili zinahitaji kuungwa mkono na theluthi mbili ya wabunge. Hivi sasa bunge linaloondoka kabla ya uchaguzi bado linaendelea na kura za vyama vya kihafidhina vya CDU, CSU, SPD na mrengo wa kati na kijani zitatosha. Lakini chama cha kijani kinataka hakikisho kutoka kwa vyama vya muungano vinavyowezekana vya serikali inayotarajiwa kwamba hatua za ulinzi wa mazingira, miongoni mwa mambo mengine, pia zitapewa ufadhili zaidi. Inakuwa ngumu zaidi kuona bunge jipya la Ujerumani kuanza kazi mwezi huu wa Machi. Kura za chama cha mrengo wa kushoto pia zingehitajika. Ingawa wanapendelea kuongezeka kwa matumizi ya umma, hawataki pesa zaidi kwenye ulinzi. Chama cha mrengo wa kushoto na kile cha mrengo wa kulia cha AFD walipata mafanikio makubwa zaidi katika uchaguzi wa Februari. Vyama vyote viwili vimeanzisha mchakato wa kisheria katika nia ya kusimamisha hatua zinazoendelea kwa msaada kutoka kwa bunge linalomaliza muda wake. Wanasema hii inadhoofisha matakwa ya bunge lililochaguliwa hivi karibuni, na hiyo ni kabla hata hatujafika kwenye mazungumzo ya kuunda serikali ijayo ya muungano. Kansela anayetarajiwa wa Ujerumani, Friedrich Merz, ana matumaini kwamba wahafidhina wake wanaweza kufikia makubaliano na chama cha mrengo wa kushoto cha SPD ifikapo Pasaka mwishoni mwa Aprili, lakini kuna mambo mengi ya kusahihisha kabla kwa washirika wanaoweza kutawala.